Tuna matatizo kidogo mzee, matatizo oh, gani? huyu mjuku wako Akibalu kapotea. Amepotea? kapotea potea vipi? Ah, ah. Mweleze kweli baba. Akibalu kapotea. Nilikuwa hmm, naosha vyombo, naingia ndani kuweka vyombo, natoka Akibalu simuoni mtiani. Ah, na tumemtafuta pale kote mtaani kote tujamuona, ndio mmoja tujuku te taarifa. Sawa, sasa. E, nitacho kifanya nikutane na viongozi wenzangu, tatoa taarifa kwa viongozi wenzangu. Tutaangalia kama tutaitisha kikao cha dharura ili tutoe taarifa katika vyombo husika, zaidi kama vile polisi, ili tuweze kuona kwamba tatizo letu litakuwa namna gani. Lakini kijiji chetu hiki kidogo, haiwezekani akaenda mbali sana minya, itakuwa katika maeneo haya. Kwa hiyo niacheni ili nifanye haya

atunza habariashdatunda mii mesikia habari kuwa mtoto wa Zulfu amepotea. Wa hapana ndo kwanza nakusikia. We ndio hivyo amepotea leo asubuhi, ilikuwaje? Asubuhi alikuwa anaosha vyombo katika kuingiza vyombo ndani kutoka mje, mtoto amw amezunguka kila sehemu kumtafuta lakini hawakumuona awakumwonaa <sighs> fanya utaratibu gani mpaka a wameenda kutoa taarifa kwa mjumbe wa kitongoji sasa hivyo, baadaye kuna kikao utakuwa na kikao kwa mwenye kiti cha dharura. na mgambo la mgambo likilia kuna jambo. Utakuwa na kikao kwa mwenyekiti cha dharura, agenda kupotea kwa mtoto. Unahitajika wanakijiji wote wa Kilimani, unahitajika kwa mwenyekiti bila kukosa na mgambo likilia kuna jambo mgambo la mgambo kili hakuna jambo. Wanakijiji wote wakirimali, mnahitajika kwa mwenyekiti, kuna kikao cha dharura, agenda kupotea kwa mtoto. La mgambo la mgambo la kili hakuna jambosa

Mwanangu wa kubwa amepotea. Nahisi ni wewe ndiye ule mchukua mwanangu. Una ushahidi gani kwamba mimi nimemchukua mwanangu? Nahisi ni wewe, hamna mtu mwingine yote na msizedi yako. Mwanamke vipi? Mimi sina shida mtoto. Na nije kwako nimchukue mimi mtoto, nina shida naye? Hauna shida naye, ila nahisi ni wewe ndiye umechukua mwanangu. Mimi sina shida mtoto na sija kuja kwako kumchukua mtoto. Wewe vipi wewe? Ila na asilimia zote kama wewe ndio ule mchukua mwanangu. Sikia mwanamke, tuselebiane siku, sawa? Mimi siye amchukua mwanangu. Hapo hizo habari zenu wenyewe, vipi nyonya yake?

Ada, vipi kwema? Salama, kila kitu kipo, mahitaji yote meshakamilisha, mm. Alafu mbembeleze huyu mtoto asipigepiga kelele hapo alale ana tabu ka, saizi kalala kaoga kana. Hajapiga kelele fujofujo amna anakakelelwalal

Alafu ikifika kwenye kikao ndo uanze kuelezea hisia zako kama unamhisi mshili anachukua mtoto. Kwa hiyo uongozi ndo utajua unafanyaje. Sawa, wacha ni. Asante ndugu wajumbe, nawashukuru sana kwa kufika kwa wengi katika mkutano wetu wa leo. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, wanapotokea jambo la dharura tunaitana na tunaambizana yeah. Kwa hiyo dhumuni la kikao hichi, mwenyekiti atatuambia vizuri. Mwenyekiti, karibu. Asanteni sana ndugu wa wananchi wa kwa kuhudhuria kikao hiki. Madhumuni la kikao chetu, kuna jambo ambalo la aibu, kuna jambo la hatari lililotokea katika kijiji chetu kuna mtoto wa baba Faraja amepotea kwa njia ya utatanishi. Kwa hiyo basi tumeitana hapa leo ili tuweze kujadili kwa pamoja swala hili kulitafutia ufumbuzi, kwa maana kila mmoja atatoa mchango wake namna ya kuweza kulitatua tatizo hili. Baada ya kuzungumza haya, kikao nimekifungua.

Jambo zuri. Mshauri wangu alikuwa ni, ni mwenyekiti mm. <laughs> Asante ndugu, mheshimiwa. Asante mheshimiwa kwa kunipa muda wa kujibu swali kama lilivyo. Mimi naitwa Baraa, baba yangu ni Zito. Mheshimiwa mwenyekiti, katika upande wa kupotevu wa mtoto mimi nilikuwa naona ni moja kwa moja, mheshimiwa mwenyekiti, tumtafute mganga wa kienyeji aje kupiga nyanga tuweze kuzipata huyo mtoto, kwa sababu hata kule kwetu zizi zinapoteaga ng'ombe, Shinyanga, Bariadi, Sengerema, Ilemela mpaka Maswa yote inapotea ng'ombe, lakini huwa tunamwita mganga wa kienyeji, anajitahidi na ng'ombe zetu kuzipata. Nitashindikana kwa hapa kwenu Rufaiji Kilimani tukushindikane kuonekana na huyo mtoto? Ndio hilo hoja yangu, mheshimiwa mwenyekiti, asante kwa hilo. Haya mwingine kwa jina naitwa Amina Mwejio. Ushauri wangu ulikuwa hivi, mi nawashauri kwamba swala hili tulikabidhishe kwa serikali, waitwe askari waje kupiga msako nyumba hadi nyumba. Ukisema tu tuite mganga itatugharimu. Kwa hiyo, waitwe askari wapige msako kwa nyumba hadi nyumba. Ukisema tu tuite mganga itatugharimu, kwa sababu serikali yenyewe haiamini

mwingine aya, a sehemu hapa sasa, hii niseme, kwamba serikali inapokuwa watu mmechangia, a kwamba tulete uganga au tutafute waganga wa kienyeji, lakini serikali yetu haina utaratibu huo wa waganga. Inapotokea jambo nakwenda kisheria. Viko vyombo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuweza kuangalia matatizo yanayotokea kwa, kwa jamii. Sasa nikisema itawapa taarifa polisi pamoja na mgambo, utapita nyumba hadi nyumba, poli hadi poli mpaka huyu mtoto apatikane. Hilo nalo ni sawa sawa, ndugu mweshimu wa mwenye, kwa hilo nalo umejijaridi vizuri, kwa sababu sasa hivi ni mambo ya utandawazi. Baada ya kuzungumza haya sasa, nasema kao umekifunga, lakini tunaweza kutana tena wakati wote ule. Asanteni sana. Sasa sasa, unafanyaje? Maana msako unatakiwa kufanyika nyumba hadi nyumba, na mtoto yuko humu ndani. Akishakuja kugundua kama mtoto uko ndani, fanaa uwezi wa kutoka bila uonaaangu anaweza kauona, akishaonekana Abidi nisubirie jioni, itatoka naye jioni. iaza aila Eh, sema jioni. Kabla watu hawajamka unawahi kutoka, lakini hata asubuhi hiyo bado kuna mtihani. Watu wengine wanawahi kwenda ukata miti, ukata kuni, itakuwaje? Hilo wazo zuri, ntatoka asubuhi. nao ka kikao kimeisha, kwa sababu mama, wasiwasi Bushiri ndio kama mwanangu, mapolisi watoke huko tu ghafla, twende kwa Bushiri kama sicho tunachokihisi. Lakini kwa vile baba yako yupo hapa hapa anakusikia, atatolea maamuzi. Mimi nasema hivi Unatwambia kwamba tuanze kwa, kwa bushiri sasa, huwe na uhakika. Kama una uhakika usije tukazarisha neno lingine, kwa vile mwenyewe umetamka tuanze kwa bushii, basi hakuna budi tutaanzia msako, tutaanzia msako kwa bushii pacuai. Ah, unajua nile baba wee, bushii kuna vipi? pona tuchanganya

Na ujumbe hapa unasema sema ukweliaba, katika kikao kwa nini limwhisi Bushiri sawa? Sema ukweli. Hili neno moja tukatafuta kila siku wanjani. Wewe, mimi unanichezea, aki haiwezekani, kila siku neno hili hili.